Watuhumiwa 211 wamekamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali mkoani Kilimanjaro katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi 2025. Misako na operesheni zilizofanyika mkoani Kilimanjaro imefanikisha kukamata watuhumiwa 211 kwa tuhuma za makosa mbalimbali yakiwemo: wizi wa mifugo matukio mawili, kupatikana dawa za kulevya aina ya bangi 46, mirungi 68, pombe haramu za moshi gongo 74 kupatikana mitambo ya kutengenezea pombe haramu za gongo nane kukamatwa kwa wahamiaji haramu wa sita, kupatikana nyara za serikali saba na kukamatwa kwa mali mbalimbali zinazodhaniwa kuwa za wizi 25. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa Kilimanjaro kwa kipindi cha Januari hadi Machi 2025 imefanikiwa kupunguza ajali za barabarani mbili sawa na asilimia 22 ya ajali tisa zilizoripotiwa kipindi kama hicho mwaka 2024. Mkoa wa Kilimanjaro umeshika nafasi ya tatu kitaifa katika matumizi sahihi ya mifumo ya udhibiti wa mwendo wa magari ya abiria VTS. Aidha, madereva 12 wamefungiwa leseni zao za udereva kwa kufanya makosa ya usalama barabarani kwa kipindi cha tajwa hapo juu. Katika misako hii ambayo imeendelea ambayo watuhumiwa wamefikishwa mahakamani, jumla washtakiwa 90 wamepatikana hatia na kupewa adhabu mbalimbali kama ifuatavyo: mauaji kesi moja, mtuhumiwa mmoja amehukumiwa kifo. Ubakaji kesi nne watuhumiwa watatu wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 na kesi moja kifungo cha maisha jela. Kulawiti kesi tisa watuhumiwa nne wamehukumiwa kifungo cha miaka 30 na kesi tano kifungo cha maisha jela. Kusafirisha dawa za kulevya kesi mbili watuhumiwa wawili wamehukumiwa miaka 30 jela. Kupatikana na nyara za serikali kesi mbili watuhumiwa wawili wamehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Makosa mengine madogo jumla ya kesi 74 watuhumiwa wamehukumiwa vifungo mbalimbali ikiwepo na kulipa faini. Jeshi la Polisi tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kupitia majukwaa mbalimbali na mikusanyiko ya watu kufuata sheria na kutoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Elimu ya usalama barabarani inaendelea kutolewa kwa madereva na abiria katika redio na makundi mbalimbali ya wa usafirishaji wakiwemo bodaboda, bajaji wa na mabasi ya abiria. Wananchi na mamlaka zingine za serikali ziendelee kutoa ushirikiano kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu, ili hatua stahiki zichukuliwe kwa watuhumiwa watakaopatikana na hatia.